Yes. Na leo nimekuja na moja hii eh, ya kwamba muda na mafanikio yako. Hili ndio somo fupi tu la leo, na vitu vingine brother Peter ameshavisemea, na nimesoma hili fungu la kwamba je, wameona mtu mwenye bidii katika kazi zake? Na mwisho wa siku nafikiri tutakubaliana kwamba huenda changamoto yanaofanya wengi tumeshindwa kufanikiwa ni kwa sababu ya matumizi mabaya ya muda, hatujatambua thamani ya nini kwa hivyo mkumbuke, jana tulisema Mungu ametupa vitu vingi sawa, si ndio? Watu wa Mungu, naomba mkumbuke kitu hiki tulisema, e, Mungu mwenyewe anatamani tufanikiwe katika mambo yote. Ndio maana katika Yohana wa tatu moja, fungu lile la tatu, anasema mpenzi, ufanikiwe katika mambo yako yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwe. na nitaomba mtu mmoja tusomea Mhubiri tisa fungu la kumi na moja. Wakati huyu mtu anafuatilia, mombili tisa fungu la kumi na moja, nataka niende kwa haraka kwa vitu ambavyo Mungu ametupa sawa, ili weka ile uiyano mwanadamu yeyote asije akasema, mimi nimenyimwa na fulani amependelewa. Ndio maana watu wamefanikiwa. Zamani zile tulikuwa nasema watu waliofanikiwa wametoka kwenye familia ya tajiri. Uongo kweli hiyo yeah. Tunashukuru. Shukuru sana wazazi wako walikugawia, shukuru sana wazazi walikupeleka shule, shukuru sana wazazi walikufanyia hiki. Kumbe, it's issue of embracing pain. Leo pita, umenipa jambo. Ubarikiwa sana yaani. Nashukuru Mungu amenipa usikivu na amenipa akili yake ni-ni-na rafiki na yangu hapa ndani tulisoma wote chuo kikuu cha Arusha degree ya kwanza mimi masters nikaenda kwingine ya linguistics, yeye akaenda kwingine, lakini kuna kitu tunasema note taking. Kwa hiyo niko sharp, naandika kila point. Bwana Yesu asifiwe. Na hapa naona majini asiwengi ambao hata waangaiki kwa dini mwenda huko, na naomba Roho Mtakatifu wa kuwafundisha amina. Amina, sasa naomba aliyepata humility, uh, fungu la 11 ukiwa mwandishi lazima kujifunze take notes kwa sababu kuna kitu tunasema citation. Si lazima utamkoti mtu. Sasa umempatia wapi kama hujaandika? Ubarikiwe sana. Nani amepata mabili 9 fungu la 11. Chapter chacha Nikarudi, nikarudi nikaona chini ya jua, nikaona chini ya jua ya kwamba si wenye mbio washindao katika michezo, si wenye mbio washindao katika michezo, wala si walio hodari washindao vitano, wala si walio hodari washindao vitano, wala si wenye hekima wapatao chakula, wala si wenye hekima wapatao nini chakula. Ehe, wala si watu wa ufahamu wapatao mali, wala si watu wenye akili akili. Sasa ufahamu ni watu wenye akili, high IQ intelligence. Ehe, bali wenye ustadi wapatao upendeleo wenye ujuzi mwingi wanaopata nini upendeleo? Ehe, lakini wakati na bahati huwapata wote. Naomba urudie kipengele cha mwisho, lakini wakati na bahati huwapata wote. Jamani, amesemaje? Wakati na bahati huwapata wote. Jana tumesema kuna vitu kadhaa ambavyo Mungu ametupatia sawa wote. Cha kwanza tunasema jua linachomoza mashariki, linazama magharibi na maana kila mtu ana mchana na usiku. Jambo la pili, masaa 24 kila mtu amepewa. Unagawaje muda wako? Jambo la tatu ni mazingira yanayotuzunguka. Iwe ni nyumba, iwe ni ofisi, iwe ni shamba, iwe ni nini, mazingira kila mtu amepewa mahali ambapo anaweza kutokeza. Na jambo la nne ilikuwa ni afya njema. Unapoona una uwezo wa kusimama na kutembea, nikupa mfano wa mtu ambaye yuko kwenye business lakini ana operation hapa hewa inatokea hapa, lakini bado anashughulika na mambo ya biashara. Lakini sisi tumepewa hapa. Na jambo la tano ilikuwa ni rasilimali. Kila mtu amepewa rasilimali fulani, yawezekana hujapewa zote, lakini zingine unazo. Na tukasema rasilimali hizo ni ardhi, nguvu kazi, mtaji. Leo hii vijana, ukiuliza kwa nini unazurura mtaani, anasema ninatamani sana kufanya biashara, lakini sina nini? Sina mtaji kwa sababu ya kwamba mtaji wa masikini ni nguvu zake, oh yeah. na jambo ambalo jana sikukumbuka kulitaja ni vipaji na talanta iko katika mlolongo wa vitu ambavyo Mungu ametupa. Yawezekana wewe ni mwimbaji, lakini unaweza kukona katika uimbaji wako. Yawezekana wewe ni mchoraji, ukakuna kama injinia hapa. Yawezekana wewe ni mjuzi wa ngombe ya fedha, ukafanya consultant, watu wakakufuata. Yawezekana wewe ni mwandishi, watu wakakufuata kwa uandishi wako. Yawezekana wewe ni mjasiriamali kama Mama Ilomo hapa, watakufuata. Yawezekana wewe ni mwajiriwa, watakufuata ni daktari, watakufuata. Kila mtu Mungu amempa vipaji na vitu mbalimbali. Sasa basi ninaomba nisemie habari ya muda na mafanikio. Ninamshukuru brother Peter kwa sababu ametutajia habari ya vitu vinavyochangia mafanikio na miongoni mwa hivyo vitu, cha kwanza nitambua kusudi lako. Naamini ndicho hicho cha kwanza, tambua kusudi lako. Vingine tunemshana kidogo kidogo, lakini kuna mahali lazima tugongane kwa sababu hizo ni key factor za mafanikio kwa binadamu. Naomba niwatie moyo watumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wa wakati leo hii wanabarikiwa katika kanisa la Sakina, wanipungie mkono. Jina la Bwana liwabariki. Amen. Jamaa, tulikuwa wachache, leo Mungu ametuletea watu. Mimi ni wasili jambo hili. Nimeona mtu hapo ni mdogo kwao, nimeacha projection. Lakini kesho somo zito na namna kuanzisha mradi. Tumekumbushwa leo na mtaanza picha kwamba anzia ulipo. Bwana Yesu asifiwe. Wa usiwaze habari ya kuanzia mbali, anzia mahali. Una nini mkononi mwako? Una nini mkononi? Jambo la kwanza na hapo, discover your life purpose. Unajua hatuko hapa duniani kwa bahati mbaya. Halo, hatuko hapa duniani kwa bahati mbaya. Na nima, kwa, kwa makusudi ya nani? Ya Mungu. Hivyo utaishi maisha si watu watakavyo, bali utaishi maisha kutengeneza, kutimiza malengo, nia na mipango yako uliyoweka pamoja na mipango ya nani? Ya Mungu. Je, yeah. Unajua kusudi la, mimi nimezaliwa katika familia masikini sana na nini, mnafahamu familia za mitaa Baba mmoja wako wanne, kama Yakobo. halo yeah. yeah. Alafu ninakuja kusoma. baba yangu, tayari mimi namaliza form 6 baba tare na miaka tisini na sita. Kwa hiyo mi maisha nimesoma kwa kupaso, yaani ile habari ya embrace your pain I know it. Kuna wakati mume wangu akaniambia, naomba uandike kitabu cha historia ya maisha ya yeah. aliniambia nikachika motohuu sijakiandika lakini, maisha yako yamejaa historia za makusudi ya Mungu aliyoatimiza kwangu. Umemuuliza Mungu, nataka niwe mtu wa namna gani? Nataka nimwambia jambo moja, utaishi maisha si watu watakavyo, bali kutimiza malengo yako na malengo ya Mungu katika maisha yako, sivyo? Basi Mungu ameweka duniani kufanya mambo fulani. Unajua akosema Watu wangu hawatakuwa mikia bali watakuwa nini, vichwa. Ndio makusudi hayo. Kwa nini wao uhusianisha umaskini na Ukristo? Hakuna hicho kitu, yani hakuna uhusiano kati ya umaskini na nini, Kristo? Ni kweli maskini hawataisha, lakini sio katika nyumba ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe! Halo <laughs> yes. maskini hawata, lakini sio katika nyumba ya nani? Namba mbili, weka mipango yako. Amegusia lakini na mimi ninayo. Nataka nikwambie kitu kimoja hapa. Ishi sio kushindana na watu bali kutimiza malengo yako. Yaani fulani amenunua kitu cha maana sana unasema lazima piga huo garagaza na mimi lazima. Yaani harusi ya mtoto wangu ilipokuwa lazima ya kwangu na mimi ya mtoto wangu. Hivyo najua lakini uwezo wake mzuri alionao nao nao, nao. Halo, yaani msuli wako wewe unao, yaani viazi vyake wewe unaweza kuvivaa? Una habari, tuko tofauti ni kadiri vidole vyetu vilivyo tofauti, na ndivyo ilivyo kama Mungu alivyotumba tofauti. Hata vina saba vyetu ni tofauti tofauti, kila mmoja wetu ni wa pekee. Amina, na maisha yetu yako pekee pekee. Na kila ndio maana nyumba ni mkuta, jamani, yaani kila familia ina mambo yake, sio? na uwezo wao uko tofauti na namna kubeba mambo yako tofauti, tuko tofauti. Kwa hivyo sasa, weka mipango yako, rafiki yangu, usiishi kushindana na wake. Kila anayeishi kutimiza malengo yake hufanikiwa sana, maana kutumia muda ipasavyo. Ndio maana somo nikasema muda na mafanikio, na mafanikio yako. Namba tatu, weka vipaumbele, set priorities. Kuna mtu mmoja asema natamani vitu vyote nivifanye. Hapana. Lazima tunaanza na kimoja, si ndio? Kesho kinakuja kingine, kesho kutwa kingine, unaanza kupanuka taratibu mpaka unaifikia kwenye mwango ulivyotamani kufanya. Na ndio maana ninasema hivi, sio lazima tufanye hivi vinavyofanana, eti kwa kuwa tuko pamoja. Tunaweza tukaa pamoja na tukafanya vitu tofauti, si ndio? Jamani, sio lazima tufanye vitu vinavyofanana, eti kwa sababu tuko pamoja Papano. kwa mfano kwaya alipa ya kizetu kaka zetu, baba zetu kutoka mwenye wao wana moja mbili tatu hivi, mmegundua? Lakini uimbaji wa kwenu umekuwa tofauti na uimbaji wa kwaya hapa. Nikushukuru mwenyekiti, kwa sababu ume notice hiyo difference, umeona upekee wao. Mtu mmoja akasema wanaimba kama kiromani roman. Mimi nilikuwa sister, jamani <laughs> nimewaangalia yani, mmenikumbusha mbali. Lakini ujumbe ulioko ndani sio wa kiromani halo, ni ujumbe wa nani? Sasa, lazima uweke upekee wako kwamba wewe vipaumbele vyako, yaani sio lazima wanapofanya wale na, na, what is the uniqueness? Hiyo ndio tunaita personal branding. Hivi wewe kitu cha upekee wako ni kitu gani? Kwa lazima ula upekee wako watu wauone ili wafurahi. Ndio maana hata kmu ndani, jamani ni, ni kwaya tu, wamevaa sare sare, ama sakina wamevaa sare na mwingi wamevaa lakini kwani sisi wote tunafanana nguo zetu? Mbona vitenge vyetu viko tofauti, eh? Na kila mtu na viatu vyake viko tofauti ni kwa sababu kila mtu ana vipaumbele vyake. Eh, kwa hiyo sio lazima tufanye kama eti kwa sababu fulana anapika vitumbua na mimi nikapika nini? Mimi naweza kuandaa maandazi. Na hatuko duniani kufanya kila kitu bali kufanya kitu pekee ambacho kitakuweka huo mtu wa pekee. Kwa hiyo tuko duniani sio kufanya kila kitu bali kufanya kitu fulani cha pekee. Na ukiwa na vipaumbele utajua ni nini ukifanye na nini usifanye. Bwana Yesu asifiwe. Namba nne, basi jenga nidhamu yako. Discipline yourself. Hakuna mafanikio yoyote bila kujijengea nidhamu. Hata wenye mafanikio mazuri kazini wana nidhamu yao, si ndio jamani? Wenye mafanikio katika fedha lazima wana nidhamu yao, na nidhamu hii inajulisha matumizi sahihi ya muda. Mtu mmoja akasema, ishi maisha yako bwana. Usiishi maisha ya watu wengine. Dunia hii haitaki watu wenye show. Yaani, ukishaanza maisha ya kujionyesha watu wanakushangaa sana. Watu kushangaa sana. Yaani, ishi maisha yako. Yeah. Live your life. Be yourself, uwe wewe. Mtu mmoja akasema, mimi napenda ule anachochana nywele. Na yeye akaanza kuiga kuchana nywele kuelekea huko. Sasa yeye ana uso Alafu halo. Eh, sasa. Na unajua kabisa, ndio maana eh, lecture moja akatoa kitabu akasema, kuna kuna mavazi ya Kikristo. Ujitambue wewe ni mbamba, mnene, na uvae kulingana na mwili tofauti. Sasa jamani, we siuishi wewe, kwani uishi mwingine anapofanya k, yani ina maanisha hivi, sio kila alicho nacho anacho, anacho, mtu fulani lazima nawe, uwe nacho. Lazima ujijengee ndani. Pesa ikipotea marafiki wakipotea, elimu na kadhalika. Elimu inaweza kurudi, vingine vinaweza kupotea, lakini muda ukipotea haurudi. Kwa maana hiyo sasa, ili kuishi maisha yako wewe ufanikiwe, ni lazima uzingatie muda. Sasa naomba uzingatie mambo yafuatayo kuhusiana na swala la muda na mafanikio yako. Mungu ametupatia masaa ishirini na nne, narudi kule kule, Mungu ametupa masaa ishirini na nne na haya masaa amegawanyika katika dakika na sekunde, sindio? Na hivyo dakika moja ikipotea haiwezi kurudi tena, na ndio maana lazima tuwe tuwe time conscious. Maisha yako ili uweze kufanikiwa, ni ili lazima u maximize utumie muda wako kwa kiwango kile kinachofaa, halafu utaniambia mafanikio yatakufuata. Mimi fungu hili linanibariki sana. Je, wamuona mtu mwenye bidii katika kazi zake? Mnaona hawa watu hapa, kila anayesimama hapo anaonyesha ana bidii katika Hivi nini mnaona hamjaona? Yaani mimi wakiongea mpaka nasikia mwili unafanya hivi. Nasema hivi nilikuwa wapi? Yani yeye anajiuliza swali. Nilikuwa wapi? Kila mtu Mungu amemwekea muda wake. Jana tulikuwa wachache. Lakini nilimtia moyo mtu kutumishwa Mungu mmoja. Nikamwambia nikueleze ukweli. Iko hivi. Mambo ya Mungu yako tofauti. Unaweza ukawa na watu elfu moja. Lakini kumbe ujumbe ni kwa ajili ya mtu huyu. Sasa mimi sijui ni nani kati yao. Nikampa ushuhuda, mimi nimeshughulika nime na mambo ya malezi watoto, ya watoto, na mambo ya ndoa, jinsi ya mali na kadhalika, lakini na malezi ya vijana. Tukaitwa kwenye kongamano fulani kwa ajili ya kazi ya kufundisha ilikuwa ni kambi la kana familia, a unique camp. Tulipofika pale, yani nilifanya kazi kama ponda na ni sacrifice. Nikasema nitafanya kazi to my best. Asubuhi saa 11 naenda kufundisha na masangaye.

Yaani si ambaye ya kina wanaume. Hao, wewe kuasilia kama mfano wa Yakobo. Kwa nini alikuwa anapelekeshwa tu? Si ndio? Kwa nini maana hata Biblia inasema mwanamke mpumbavu kwa moyo kwa mikono yake? Na nikirudi katika Mithali 31, wanawake wenzangu kwa hapa tukungia mikono. Yaani ile inatuhusu sana. Mithali 31 inatuhusu sana. Kwa hiyo ndio maana unakuta maelekezo mengi ya kufanya kazi kwa moyo, anafunga nguvu kiunoni, kufanya kazi zake kwa, yani utunza mume wake. Vyote hivyo ni kwa habari ya mwanamke, na ninajua hata nguvu mlionao wake zenu wanawasupport sana. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ili uweze kufanikiwa zingatia mambo ya kufuatayo, na muda wangu tukumeisha. Maisha ni muda na muda ni maisha. Halo, maisha ni muda na muda ni nini? na, na muda ni maisha na. Namba mbili ni hivi, upendo ni wa lazima, lakini uhusiano ni uchaguzi. Lazima upende wako, ila kufanya nao mahusiano na uchaguzi wako. Wekeza ujanani ufurahie uzeni, wekeza ujanani ufurahie vijana. Mpo, nimesemaje? Sasa unapowekeza lazima ukae chini, utambue upekee wako, alafu ufikirie ni nini yani, ujitafute ujikute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 Wangapi wanasema ninatamani? Mungu atusaidie nione upekee wangu ili nichomoze katika maisha. Katumie muda wako vizuri, mafanikio yako katika muda na vipaji Mungu alivyokubariki. Mungu awabariki sana.